Taarifa cha amuia saa moja ukisomewa, sio mwingine tena ni mimi kakana. Mwakilishi wa wadi ya Butsoso Kusini Gideon Shioso ameongoza shughuli yake ya binafsi ya huduma mashinani ya kuwafikia wakazi kutoka wadi hiyo yake ili kujisajili kupata kitambulisho ya kitaifa na vyeti vya kuzaliwa na katika huduma nyingi nyinginezo. Na akizungumza katika uwanja wa kituo cha mafunzo kule Bukura, Shioso amesema kuwa amelazimika kufadhili shughuli hiyo, kwani wakazi hao hawana hela za kuweza kuwezesha kufika katika mji na kutafuta stakabadhi hizo. Shioso vilevile alitoa hela zake kwa wale ambao walilemewa kwa kiwango, ili wakaweze kuhitaji kulipia kwa kufanikisha kupata stakabadhi hizo na wakazi wali walishindwa kuweza kuficha hisia zao za furaha kwa kitendo hicho na kuweza kumwahidi mwakilishi wadi hiyo antamrejesha mamlakani mwaka wa elfu mbili ishirini na saba katika kura zijazo. Na meneja wa kituo cha huduma lini Kemsuda anasema mpango huo utaendelea. Na mwanahabari wetu Michael Sifuna na Kongowea, habari hizo kwa kina. Mwakilishi wadi wa Butsoso Kusini Gildon Shioso ameongoza shughuli ya huduma mashinani ya kusaidia wakazi kutoka wadi yake kujisajili ili kupata vitambulisho vya kitaifa, vyeti vya kuzaliwa na huduma nyinginezo kwa kushirikiana na bodi ya huduma kutoka kaunti ya Kakamega. Akizungumza katika uwanja wa kituo cha mafunzo cha Bukura. Shioso amesema kuwa wamelazimika kufadhili shughuli hiyo kwani wakazi hao hawana hela za kuwafikisha mjini Kakamega tafuta stakabadhi hizo. Shioso vilevile alitoa vile hela kwa wale ambao walilemewa ili kufanikisha shughuli hiyo yake. Wakazi walishindwa kabisa kuficha furaha yao kwa kitendo hicho cha mwakilishi wadi huyo, wakiahidi kumpa nafasi hiyo tena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 baada ya miezi mitatu hivi. Ikumbukwe kuwa mpango wa Huduma Kenya ni mradi wa maono ya Kenya wa mwaka elfu mbili na thelathini ambao wanakusudia kupanua ufikiaji wa huduma za serikali nchini Kenya, iliyoanzishwa Novemba saba mwaka elfu mbili na kumi na tatu na Rais Uhuru Kenyatta.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 na vyeti vya kuzaliwa hapo awali ilitokana na ukosefu wa nauli ya kuwafikisha mjini Kakamega, hata baadhi yao kujitia hamnazo. Leo hii wakielezea furaha yao ya mwakilishi wadi wao kushirikiana na huduma Kenya kuleta huduma hizo mashinani. Kwa majina, naitwa Jessica Eldad, natoka Butoto South kata ndogo ambayo ni Mkaya. Kwa siku ya leo, wakazi wa Butsoso South tuko na furaha sana kwa kazi nzuri ambayo mheshimiwa wetu MCA Kildon Opati Shioso amefanya kwa vijana, kwa wazee, kwa wamama, kwa ajili ya BAT, kwa ajili ya KRA, kwa ajili ya ID, kwa naitwa addition... Okay, kwa majina naitwa Addition Shoko Juma, wakazi wa Butsoso South. Ah, niko na furaha sana kwa ajili ya maandalizi hii ambayo mheshimiwa wetu Kildon Shioso Party ametuandalia hapa Bukura. Majina naitwa anaitwa Umasi Mpya, natoka Butsoso South Mkaya. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo tumefurahishwa kama wakazi wa Butsoso South, Tumetembelewa na wageni kutoka huduma center, wametuletea services zao hapa karibu. At least wameturahisishia transport ya kwenda huko. Jenzi wamejapo wamejitokeza kwa wingi, wamekuja kuchukua ID. Tunajua 2027 mambo itakuwa rahisi. Na sisi kama jenzi tumeamua 2027 Shioso so tano tena, tutamrudisha huko aendelee kutupambania hivi, akituletea huduma kama hizi karibu na nyumbani. Nikiripotia runinga ya Kongowea kutoka Butsoso Kusini. Langu jina ni Michael Sifuna. Na mtasamaji, na habari nyingine ni kwamba kaunti ya Transoya umekuwa na hali ya mtafaruku kwa ni mafisa wa polisi waliokuwa wamevalia sana rasmi, waliokuwa hawajavalia rasmi a mrandi ambao walikuwa wamevaa.